Ni katika maadhimisho ya Siku ya Figo uh, Duniani hapa katika Daraja la Tanzanite, ikiwa tunapita uh, wakati huu maandamano yakiwa yamependeza na kuchanganya kweli kweli uh, na bango kubwa hilo likiashiria siku hii ya leo kwamba ni siku ya namna gani. Baadhi ya waandamanaji wanasemaje katika hili. Habari yako brother? Ah, salama. Ndio, ndio. Jina lako? Mimi naitwa Dr Gina Makwabe ndiyo. Ni daktari bingwa wa figo okay. Daktari, leo ni siku ya namna gani? Leo ni siku ya figo duniani, ambapo dunia nzima inasherehekea siku hii ili ku create awareness kwa ajili ya watu kufahamu magonjwa ya figo, kujikinga na kugundua mapema, ili wasije wakapata wagonjwa wa figo baadaye. Sawa, ujumbe wako wewe binafsi kwa siku hii ya leo ni nini? Uh, ujumbe wangu ni kwamba uh, je, unajua afya yako ya figo? E, gundua mapema ili kutunza afya yako ya figo. Okay, je, unajua afya yako uh, ya figo? Gundua mapema ili kujua afya yako ya tigo. Maandamano ya figo kwa hakika. Hakika maandamano yanapendeza kwa hakika na yanavutia uh, kweli kweli. Jina lako? Naitwa Nyendo Kinyonga. Na Nyendo upo katika matembezi hapa, Yes. Na jasho linatoka mm -hmm. Matembezi haya nafasi gani katika afya yako? I think tunashauriwa tuna, tuna sana tufanye mazoezi ili kusaidia miili yetu kwa sababu kwa magonjwa yasiyoambukiza figo ni mojawapo wa magonjwa ambayo yanaonekana yanaonyesha asari kubwa, na actually tunaona kwamba kuna gharama kubwa sana katika matibabu. Kwa hiyo kuchukua kinga mapema na kujua afya yako ni nzuri zaidi ili kufanya precaution, na what I can say mitindo yetu ya maisha we need to change, kwa sababu tunapobadili mitindo ya maisha especially vyakula, kufanya mazoezi, ni inasaidia sana katika kulinda afya zetu especially katika magonjwa haya yasiyoambukizwa, figo ikiwa moja wapo. Yes. Bado eh, tunaendelea na matembezi haya ya afya katika kukuza uelewa uh, kwa siku hii ya leo. Naam, Daktari Rugajo. Naam, habari yako? Nzuri sana ni siku njema leo kwako sana na kwa dunia kwa ujumla kabisa. Siku ya namna gani basi hii? Siku ya figo duniani huadhimishwa kila Alhamisi ya pili ya mwezi wa tatu. Ndiyo. mwaka huu tunaadhimisha kwa kauli mbiu figo zako ziko sawa? Ndiyo. Uh, pima jitambue, linda afya ya figo yako. Naam. Kuhusu uh, figo kwa ujumla kwa maana ya kwamba uh, ugonjwa wenyewe wa, wa, wa figo hivi watu wanauelewa kwa kiasi gani? Kwa maana uelewa wenyewe upo kwa kiasi gani? Uelewa bado uko chini kwa sababu kwa sasa uh, takwimu zinaonyesha Tanzania walau kwa kila wananchi mia moja saba mpaka kumi na nne wana viashiria vya athari ya figo kwa kiasi kikubwa. uh, dalili za au vianzilishi vya ugonjwa wa figo ni uh, shinikizo la juu la damu pamoja na Uh, kisukari na, na, na viashiria vingine yeah. Lakini watu wengi hatujui kwa sababu namna pekee ya kufahamu kama una ugonjwa wa figo ni kwa kwenda kupima yeah, yeah. Kwa hiyo tunachukua siku ya leo kuhamasisha watu kujitokeza kwanza kupata uelewa, lakini pia kutumia hiyo kufanya mpango binafsi kwa ajili ya kupima na kutambua afya yako ya figo. Dokta tuko pamoja sana. Kabisa, karibu. Je, yeah, figo zako ziko sawa? Dr. Suda hem, niambie basi, uh, ugonjwa wa figo na madobu, madaktari wa figo uh, kwa hakika mnahitaji umoja katika hili hem, niambie, kwa upande wako mna chama chochote kinachowaunganisha? Ndio, chama chetu inaitwa Nesot, Nephrology Society of Tanzania. Tuna uh, daktari wa figo bingwa wa figo na watu wanashe wanasaidi hutoa huduma ya figo mm. ana anaunganisha ana u Kute... mm -hmm. Sasa, hiyo chama kazi zetu dio? kutoa elimu mm. sawa dio. to spread awareness about kidney disease sawa dio. na tusherekea kama event kama hivi sawa, alafu tufanye utafiti mm. riski gani inaongezeka kupata shida ya figo hapa mm. Tanzania dio. Sasa chama chetu ipo kwa nguvu, inaitwa Nesot. Okay, pengine unaizungumziaje siku hii ndio leo uh, ni usiku muhimu kweli, sababu leo ni siku ya uh, figo duniani World Kidney Day kila uh, uh, mwaka yeah. March yeah. Alhamisi, second, ma uh, second uh, Alhamisi ya March yes. inaitwa okay. World Kidney Day yeah. Sasa si, mwaka hii tuna team yetu yeah. hi, unajua figo zako yeah. figo zako iko salama, lazima tugundua mapema yeah. tulinde afya ya figo mapema. Dokta Sudakina, mimi nakutakia kila laheri na matembezi sana, asante sana. Bado tungali tukiendelea, nakutana na mwakilishi wa mganga mkuu ah, wa serikali ambaye niliyokuwa naye huyu ni Dokta Omar Ubuguyu. Dokta, pengine kwa serikali leo ni siku ya namna gani? Ni kauli mbiu muhimu na sisi kama serikali tunaitumia pia kauli mbiu hii kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusu namna ya kudhibiti yeah, matatizo ya figo zao. Tukio hili linafanyika hapa Dar es Salaam tu ama ni tukio la namna gani kwa dunia? Tukio hili linafanyika dunia nzima, lakini kwa Tanzania linafanyika katika kanda zote uh, za, za Umoja wa wataalamu wa figo Tanzania yani Nesot, na linafanyika hivyo kwa sababu maalum kwa ajili ya kujenga zaidi uelewa na kujenga hamasa kuliko kulifanya katika mkoa mmoja. Sasa tunafanya maeneo zaidi ya manne katika nchi hii na kwa wakati mmoja inatokea, wengine watakuwa wanafanya matembezi, wengine watakuwa wanafanya upimaji na utoaji wa huduma, lakini lengo kuu ni watu kujeng... kuwa na uelewa kuhusu matatizo ya figo, lakini kupima afya zao, unapima sukari, kupima presha, lakini pia kujua namna figo zinavyofanya kazi. Sawa, sawa, dokta, nakushukuru sana. Ah, asante sana. Haya basi, hayo kwa hakika ndio ambayo tumekukusanyia kwa wakati huu, ambapo tunaona kauli mbiu ikiwa ni je, figo zako ziko sawa? Gundua mapema, linda afya ya figo. Tunakwenda pamoja namna hii, twende twende dokta. Ndio, ndio, gundua mapema, linda afya ya figo. Figo, yeah. bye bye <laughs>